Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tunakwenda kujifunza kitu kingine na sasa nasema kwamba maneno kama malighafi, maneno kama malighafi, uh, malighafi. Roho Mtakatifu akufundishe kwenye mafundisho haya. Fundisho hili likafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Maneno kama malighafi tunaposoma, uh, kwenye wenye Mithali 14, 14, 18, 21, maandiko yanasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi huwa katika uwezo wa ulimi. Lakini pia tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo tu, wakati Mungu alipokuwa anaumba maandiko yanasema kwamba dunia ilikuwa utupu tena ukiwa, ilikuwa utupu tena ukiwa. Mungu akaanza kutamka kile ambacho anatamani kiwe, akaanza kutamka. Na maandiko yanasema kwamba Mungu akamaliza kazi kwa muda wa siku, kwa muda wa siku sita akamaliza kazi. Kazi gani aliyokuwa naifanya Mungu? Kazi ya kutamka ya kutamka. Kumbuka tunajifunza kwamba maneno kama malighafi. Kuna watu ambao hawana hawako makini na maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao. Hawako makini na maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao. Na vyao. Maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu yanaweza kujenga au kuharibu. Kuna nguvu katika maneno yanayotoka kwenye kinywa chetu, kwenye vinywa vyetu. Tunaposoma kwenye Mathayo 6:63 nasema maneno haya yanayatamkwa ni roho tena ni uzima. Tena ni uzima. Maneno tunayotamka yamebeba nguvu ya kutengeneza au kuharibu au kuharibu. Kuna watu wengi wameharibikiwa kwenye maisha yao kwa sababu ya maneno yao, kwa sababu ya vinywa vyao. Wanafikiri tu ni maneno tu ya kawaida, they don't take it serious. Lakini tunaposoma kwenye Waebrania kumi na moja tatu, maandiko yanasema kwa imani twafahamu kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu Tunafahamu kwa imani, tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri. Kwamba vitu vyote hivi vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri. Tunaona milima, tunaona tunaona miti, tuna, havikufanywa na vitu dhahiri. Mungu alikuwa alitamka neno, Mungu alitamka neno, alisema iwe hivi ikawa, iwe hivi ikawa. Kwa maneno ni kama mali ghafi. Maneno ni kama raw material ambao unaweza ukaitumia kutengeneza future yako, ambao unaweza ukatumia kutengeneza, kutengeneza future ya watoto wako. Kuna uumbaji katika vinywa vyetu, kuna uumbaji katika midomo yetu, na ndiyo maana watu wote waliofanikiwa wako, wako makini na maneno yao, wako makini na vinywa vyao, kwa sababu neno linaweza kuumba chochote limebeba nguvu ya kujenga au kuharibu. Anasema kwa imani tunafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno, uliumbwa kwa neno. Kwa unaweza kaumba ulimwengu wa uchumi kwa neno lako, unaweza kuumba ulimwengu wa ndoa kwa neno lako, unaweza kuumba ulimwengu wa ufugaji kwa neno lako, unaweza kuumba ulimwengu wa biashara kwa kwa neno lako. Kwa neno lako lako unataka biashara yako iwe namna gani? Unataka familia yako iwe namna gani? Unataka biashara yako iwe namna gani? Vile ambavyo unataka iwe unatamka vile unavyotaka iwe hajalishi, mazingira na yanaonekana namna gani kwa wakati huo. Unaweza ukatengeneza mazingira unayotaka kwa kinywa chako, kama Mungu wakati wa umbaji wake aliona kwamba ulimwengu ulikuwa tena utupu tena ukiwa akasema isiwe shida. Akaanza kutamka kile anachotaka kiwe, anasema iwe nuru, ikawa. Iwe nuru, ikawa. Akaanza kutamka kwa siku sita, alikuwa anatamka kwa siku sita, alikuwa anatamka. Na maandiko anasema siku ya sita, siku ya, ya Mungu akamaliza kazi ya kutamka ya kutamka kwa. Maneno ni malighafi, maneno ni raw material Unaweza kuumba chochote kwa maneno yako, unaweza kutengeneza chochote kwa maneno yako. Na ndio maana Yesu akasema kwenye Mathayo kwamba neno lote lisio na maana, Yesu hataki tutamke neno lisio na maana, atakuja kulitolea hesabu yake, atakuja kulitolea hesabu siku ya hukumu. Maana kwa maneno yako utahukumiwa, na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kuna nguvu ambayo iko kwenye maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu, yanaweza kutengeneza chochote, kama vitu vyote vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri. Ulimwengu unaonekana haukufanywa kwa vitu dhahiri, vivyo hivyo na sisi tunaweza tukatengeneza ulimwengu wa uchumi, ulimwengu wa wa ndoa, ulimwengu wa eneo lolote lile tunaweza tukutamka tunavyotaka liwe kwa maneno na ikawa na ikawa. Kwa imani twafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno uliumbwa kwa neno, uli uli hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri. Hakuna vitu vilivyokuwa vinashikika ambavyo vilitumika, vilitumika katika kuumba ulimwengu, katika kutengeneza ulimwengu, bali ni neno, bali ni neno. Haijalishi una hali gani kiuchumi, haijalishi una hali gani kwenye eneo lolote lile, tamka kile unachotaka kiwe na kitakuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Tamka kile ambacho Mungu amesema, kwenye hali yoyote ile, kwenye mazingira yoyote ile, tamka kile ambacho Mungu amesema. Usianze kuelezea unachokiona usianze kuelezea kinachokuzunguka, usianze kuelezea maz mazingira yanayokuzunguka, usianze kuelezea u mlima. Tamka unachotaka na na kita na kitakuwa kitakuwa kitakuwa na kitakuwa. Kwa imani tuafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri, havikufanywa kwa vitu ambavyo vinashikika. Mungu alitamka, alitamka anachotaka na wewe tamka unachotaka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Naamini kwamba mafundisho yamefanyika baraka kwako. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kushare au comment na ukalike pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristu wa Nazareth aliye hai, na Mungu aweke mlinzi kwenye kinywa chako. Neno lolote lililo ovu lisitoke kwenye kinywa chako katika jina la Yesu Kristu wa Nazareth aliye hai. Bwana akiponye kinywa chako, Bwana akitakase kinywa chako hekima, Mungu itoke kwenye mdomo wako, katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai. Amen.